O vipi? Mimi ni Amina Deogratia Sisemagogwa. Niazime dakika moja nikupe habari. Makamu wa Rais wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, amewasili jana nchini Zambia kwa kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla ya uwekaji jiwe la msingi la uzinduzi wa ukarabati mkubwa wa reli ijulikanayo yu kwa jina la Tazara, Tanzania Zambia Railway Authority. Ujenzi wa reli hiyo ulianzishwa mwaka 1975 ikilenga mahusiano ya kiuchumi kati ya Tanzania na Zambia. Kupitia usafirishaji wa bidhaa na abiria kutoka bandari ya Dar es Salaam na Kapiri Mposhi, ambapo uwepo wa reli hii umeimarisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili kama alivyosisitiza Rais wa Zambia wakati akihutubia siku ya uapisho wa Rais Samia. Swali ni je, ni kwa namna gani ukarabati mpya wa reli ya TAZARA utachochea ongezeko la mapato ya serikali kupitia biashara mpakani na je ukarabati huu utakamilika ndani ya awamu ya pili ya Rais Samia Suluhu Hassan? Tuandikie maoni yako. Ni dakika moja tu imenitosha kukupa habari.